Wizara ya Maliasili na Utalii imeendelea kutangaza utalii wa Tanzania kupitia filamu za kimkakati zikiwemo the Royal Tour na Amazing Tanzania. Filamu hizi zimeongeza idadi ya watalii kutoka milioni 1.8 mwaka 2023 hadi milioni 5.4 mwaka 2024, na mapato ya utalii yakiongezeka kutoka dola za Marekani milioni 3.3 hadi dola milioni tano nukta tisa. Vilevile vile Tanzania imetambulika zaidi kimataifa na kuweza kupata tuzo za World Travel Awards WTA, pamoja na Africa's Leading Destination 2024, World's Leading Safari Destination 2024 na hifadhi ya taifa Serengeti kuendelea kuwa bora duniani kwa miaka sita mfululizo. Mlima Kilimanjaro pia umejizolea sifa kubwa kwa kushinda African Leading Tourism Attraction 2024, huku bodi ya utalii ikishinda Africa's Leading Tourism Board. Tanzania inatarajia kuwa mwenyeji wa tuzo za World Travel Awards kwa ukanda wa Afrika na Bahari ya Hindi mwaka 2025.